Haleluya ndugu zangu, kiuhalisia, Mungu alivyokuwa katika hali ya kutupenda ametupa hii fursa kuweza kuiona siku hii ya leo, wakati kuna ndugu zetu wengine wako hospitalini wanapumulia gesi, wakati mimi na wewe tuko mahala hapo. Kuna wengine wametundikiwa drip, kuna watu wengine wamewekewa vyuma, walipata ajali za pikipiki magari, muda huu wananyoshwa miguu yao, wananyoshwa viungo vyao muda wote tunavyozungumziwa, kuna mwingine kafanyiwa operation ya saratani, amekatwa. Kwa akina mama labda kakatwa kifua chake kakatwa, kuna sehemu kwenye mkono like, wake, kakatwa mguu wake, imefika hatua, kisukari kimezidi kimepanda. Kuna mwingine presha imemsumbua, hayupo katika hali uliyokuwa nayo. Unaweza ukasema na mimi na presha, lakini presha ya mwenzako imepanda imezidi imevuka kiwango. Ona Mungu alivyotupenda mimi na wewe Mwana Mungu alivyotutetea alivyotupatia hii fursa tuna yani, tupo na uzima tuliokuwa nao. Najua inafika wakati wengi tunachukulia kawaida kutokana na yale ambayo Mungu anatufanyia kwenye maisha yetu. Nizungumze kwa upande huu, ndugu zangu. Kuna wengine mpo mahala hapa, upo kwenye biashara yako. Umetoka asubuhi kwenye kitanda chako hakuna hata kusema kwamba hebu uchukue muda kidogo umfanyie Mungu ibada. Moja kwa moja kutoka kwenye kitanda chako umekuja kufungua duka lako. Wewe ni kupiga hela tu, wewe ni kutafuta pesa tu. Umesahau Mungu kakuamsha kwenye kitanda. Umesahau Mungu kakuwezesha. Ulikuwa una duka, ulikuwa una frame, ulikuwa una chochote, leo Mungu kakuinua, umefika tu, una hata ule muda wa kusema kwamba e, hebu ngoje nijinyenyekeze, nijishushe, Mungu nasema asante, umenibariki na hiki na kile. Lakini wengi wetu hatuna hiyo habari, wengi wetu tunajiburudisha kisema kwa midomo yetu Bwana Yesu asifiwe, tunajiburudisha tu, asalamu alaykum, asalamu alaykum. She, nataka nikwambie ukweli hizi, Bwana Yesu asifiwe, asalamu alaykum, midomo midomoni mwetu tunazozitoa, kiukweli wengi wetu tunazitamka kwa unafiki tu. Wengi hatuna ile muda fasaha wa kusema emu, ngoja nimpe ibada mungu wangu, ngoja nimpe ibada mungu wangu aliyenipa uzima na afya tele. Kuna wengine tulipanda nao magari, tulipopata nao ajali, walikufa wao, sisi tunatembea, tunaishi tunaisha. Wengine tulipata tulikosokoso na pikipiki, tulikosokoso kupata ajali na mabajaji huko, tulipanda magari, tulikosokoso na ajali. Wengine wali na walikosa na ajali wakafa, mimi na ni wazima. Kuna mwingine nikawa namwambia mama mmoja ka nasemaje, kwa idadi ya mara ngapi ulizoweza kuingia leba na u Leo hii una watoto watatu wanne. Kuna mwenzako aliingia lebo siku ile ya kwanza tu. Anajifungua akapoteza uhai wake. Wewe mzima kabisa na afya yako tele. Lakini unashindwa kumpa nafasi Mungu wako. Ndugu zangu, wengine tulienda kulazwa hospitalini na sisi tuliumwa. Kuna wakati ulifika tukatundikiwa drip. Kuna wakati ulifika, ndugu zangu, tulikuwa hatujiwezi tukapelekwa hospitalini. Wengine mkafikishwa mpaka mwezi mbili kutokana na magonjwa waliokuwa nayo. Kwenye kile kile kitanda ulicholala wewe Macho, oh, ulitoka. Kuna mwenzako alipanda kile kitanda kushuka, alifunikwa na kitambaa cha kijani. Wewe ndugu yangu uko mahali hapo, unajiburudisha unakula chipsi hai unakula zako tu nyama choma pale kati unaenda kununua zako nini sijui niseme mandazi na kula vitu hivi na vile una hata muda na Mungu wako. Basi nikusii katika upendo wa Mungu. Kitanda cha sisi kuepo hapa. Basi, ifanye iwe kama ibada ya wewe umetoka umeenda kuhudhuria